Ndivyo utaratibu. Kwa hivyo, sasa, yule ambaye alikuwa hajafahamu, leo ni siku kuu kwake, kwa sababu atakuja kupata maarifa ambayo hakuwa nayo na kwa sababu ya ukosefu wa maarifa, hata amewahi kuwa shahidi wa ndoa iliyojengwa kwa misingi ya uharibia. Sasa leo ni siku ya kusahihisha na kurekebisha mahali popote ambapo na takana kwa sasa kila mmoja afanie kuchukua hatua mm -hmm, ya kuleta malezi bora katika watoto wake. Alete malezi yaliyo mazuri zaidi katika watoto wake, awafundishe maadili. Wazee wamwelekeze vizuri, waelekeze vizuri watoto wake, lakini lisitokee jambo lingine ambalo mtoto sasa aanze kuingia katika hafla ambazo hazifai, kwa sababu tunaambiwa kwamba tumeambiwa siku hizi kwamba kuna uhuru wa utangamano kwa watoto, na hili ni la serikali. Hili ni la serikali, lakini serikali haikutangaza kwamba ni la Kiislamu. Kwa hivyo sisi tufate la Kiislamu ambalo litapatia sisi mwelekeo ulio bora kama Muislamu, inatakana utoe malezi bora kwa watoto wako wa kiume sawia na wa kike, na malezi bora ni yale ya kuwafundisha kwamba masuala yanayohusiana yanayohusiana na uhusiano baina ya jinsia mbili, hayo wajitenge nayo na mpaka wakati wake. Intakana tufahamike hapo vizuri watoto wakati mwingine mtu anaweza kupendekeza kwamba nataka mchumba fulani fulani awe mchumba wangu, na uka, ukiangalia misingi aliyotazama aliyotegemea katika kutangaza fulani awe mchumba wangu ni vioja, kwa sababu aliona amevaa kaniki ama amevaa kibwebwe tu, wakaona yule ni mrembo, alafu akapendekeza kwamba sasa mimi nataka nimuoe yule. Kwa misingi hiyo atakuwa hataki kuoa, anataka kuendeleza zinaa iliyopangwa ilipitia katika taratibu fulani, na hayo ni makosa na ni dhambi kubwa. Kwa hivyo sasa, tuanze kutoa malezi yaliyo sahihi kwa watoto wakati huu. Mimi mara nyingi nimezungumzia hili swala hata na mavazi. Mavazi ya watoto wa kike yasiwe mavazi ambayo watu husema kwamba yatakuwa na mvuto kwa wepesi ili kupata vijana, ili halifai. Mavazi ambayo nitaka na watoto wa kike wavae ni yale ya kuwasitiri vizuri, ili mradi yule ambaye atamfuata hatamfuata kwa ajili ya kufanya ufusuka. Kwanza ataogopa na atafuata, ajue kwamba nani mlezi wa huyu mtoto alafu ataenda moja kwa moja pale apendekeze kwamba anataka kumuoa. Sasa wazazi wapokee hili swala, walijadili, wakishalijadili ndipo wakati ambapo wataliweka sasa hadharani kwamba ndoa itangazwe. Sasa hizo ndizo hulka ambazo nitakana mwanzo kimsingi mchumba awe nazo, mchumba wa kike na mchumba wa kiume. Qurani tukufu inatueleza kwamba azani la yankihu illa azaniya Mzinifu haoi ila mzinifu mwenzake, yaani mzinifu wa kiume haowi ila mzinifu wa kike. wazani la yankihuha ila zani, na pia mzinifu wa kike haolewi isipokuwa na mzinifu wa kiume. Kwa hivyo sasa hapa inatakana tujue kwamba lazima ubaguzi utapatikana, na ni ubaguzi ambao ni wa kihekima hapa ya kwamba kama mtu anajulikana kwa uhodari wa uzinifu anajulikana kwa uhodari wa udangaji na ule unaitwa ushangingi na ule unaitwa ukware na ule unaitwa uasharati kama ni hodari kwa mambo hayo yafaa atafute hodari mwenzake wataelewana kwa wepesi hutapata furukuto kila mara wakifurugana wakivurugana katika nyumba yao kwa sababu hawa ni birds of a feather. They flock together. Wataelewana katika mambo yote. Lakini Muislamu ambaye ni Muislamu wa imani na matendo yafaa amwoe Muislamu wa imani na matendo. Hapo pia hakutapatikana purukushani katika ndoa yao. Hizi ndoa mnaona watu wanafunga leo, kesho wana, wanazifungua. Wanasema kwamba sasa hatutaki ni kwa sababu hakuna taratibu zilizofuatwa katika kuzifungisha zile ndoa, na hata walioidhinisha waliidhinisha pia kimakosa. Hivi mtoto akija nyumbani anasema mama, nina mgeni, alafu kesho anakwambia mgeni niliyekwambia, sasa tushafunga ndoa. Ni ndoa aina gani hii? Itakuwa ni ndoa ama ni kioja hiki? ama mtoto msichana upata amepotea nyumbani siku mbili tatu alafu unapata mtu anakupigia simu yuko kwangu haya ni ndoa ya aina gani hiyo kwa hivyo tuangalie ndugu zangu dada zangu tutofautishe baina ya udanga na ndoa baina ya uzinifu na uchumba haya mambo lazima tuyatenganisha na yalianza kutenganishwa kirasmi na mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awali mtu angeoa hata idadi ya ishirini hata hamsini kwa wakati mmoja tu, na aseme kwamba hawa wote ni mabibi zangu, na pia nawataliki na kuongeza wengine. Lakini baadaye mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipofika, ambaye ndiye mfano bora tunayechukua kwake kila aina ya tendo ndiye aliyetufundisha ni jinsi gani tutafute wachumba wakati tunapotaka kuoa. Na mchumba anapotangaza kwamba mimi nimejaliwa mchumba mahali fulani, wa kiume ametangaza sasa mchumba wangu yuko mahali fulani, hawezi kwenda pale na amwambie yule mwenzake kwamba atwende auti pale. Jambo lolote kabla ya ndoa haliruhusiki isipokuwa katika mazingira salama, kwamba kama kuna midahalo inaendelea ya mipango ya ndoa yao, basi kuwe na watu zaidi ya wawili watatu ili mchumba abakie mchumba mpaka siku ya ndoa. Asiwe mchumba leo, kesho mke, tena mamchumba, alafu ndoa a a hata kama ni Muislamu atakuwa hajafuata desturi inayofaa. Kwa hivyo tuzingatie hili swala kikamilifu na ndoa inakuwa ni sherehe kubwa sana kama taratibu ambata zimefuatwa. Waila kama utaratibu haujafuatwa basi inakuwa si ndoa hii. Alafu swala la pili, wala tankihul mushrikina hata yu'minna, na wala msioe washirikina mpaka waamini wala tunkihul mushrikati hata tu'minna na wala msioe wa mshirikina wa kike mpaka wafanye nini? Waamini. Kabla mtu hajaamua kwamba amuoe nani, inafaa atafakari, je, tunawiana kiimani ama tunachokozana kiimani, ili ili swala liwe wazi tunawiana kiimani ama tunachokozana kiimani. Kwa sababu kama kuna mwiano wa imani hao watu wataishi vizuri, na kama kuna mchokozano tu wa imani, basi hapa ni jaribio kubwa, ni mtihani unaletwa kwa hii familia. Ndio maana utapata kwamba mtoto ameolewa, maliza wiki mbili, arudi nyumbani, anakwambia kwamba mimi sitaki yule mume. Nani yeye, alimuinda katika uchum, kuchumbiana walichukua zaidi ya miaka mitatu kuachana wiki mbili. Kwa sababu gani? Kwa sababu mushrik alimchukua muumin, ama muumin alichukua mushrik. Ikiwa imani haiende sawa, hatumwamini Mwenyezi Mungu mmoja sisi sote wawili, nitamlazimisha mwenzangu namna gani kwamba tumwamini Mwenyezi Mungu? Amelelewa katika yale mazingira, Mungu amepingwa kila siku kila siku shughuli ambayo imekuwa ikifanyika kwao nyumbani ni kumpinga Allah, kumpinga Mwenyezi Mungu. Alafu wanasema kwamba hasa ashapatana na mume, baadaye ataanza kulalamika, anafikia simu, mama nyumbani, huyu bwana anasema lazima niingie katika Islamu, nifanyeje? Na we unasema lazima anipe mali ndio ndio uingie katika hiyo dini? Aya, niambie, ni ndoa hiyo? litakuwa lita, ni lita, tatizo kubwa sana hili, ni giza. Kwa hivyo wachumba wapatane, wachumba wanaowiana kiimani, ili pasiwe tena na mtafaruku kwamba nalazimishwa kuingia katika dini. Tusiangalie yale mambo ambayo tunarudishwa na wazungu katika, katika, katika istimari na ukoloni ambao wanasema sasa kwamba kuna uhuru wa kutangamana kuna uhuru wa kuoana bila mipaka. Hawa ndio waharibifu wakubwa sana. Hawa ndio wanaleta mpaka hii mitandao kwamba watu wajuane kwa mtandao waoane. Hawa ndio wanatangaza zinaa ya wazi, na tukiwafuata tutapotea katika dini. Human rights ina mchujo kwamba ni human rights ya aina gani. Sio kwamba tuwe tunataka human rights, nataka haki za kibinadamu, na ukiangalia haki za kibinadamu tutembee uchi Tutembeleane wanawake na wanaume, twende disco, twende wat. Sasa ni human rights hizo kweli? Those are not human rights. Na kama ni human rights, they should be religious not actually, not just human rights. Si si vizuri kusema kwamba sasa tuna haki a, a, mtakuja poteza watoto vibaya sana, na nina hakika wamepotea wengi watoto wa mpaka mtoto ukimnunulia nguo anakuuliza, mama, umenunulia hii mimi nilikwambia nataka hii. Kwa sababu anataka avae kaptula, anataka avae kitema kifupi kinachofikia hapa, itakuwa rahisi kuonekana. Na anapoona kijana pale barabarani amevaa tshirt imeandikwa hapa Emirates, hapa jina la Messi <laughs> amenyoa upara ama ametimua kishore namna hivi, kama kalamu kichwani Halafu anasema nisipovaa kitema ama nisipovaa kaptula ama suruali ndefu, huyo kijana hata nipenda. Na yule ni kijana ambaye, ukimwangalia vizuri, kama unakosa kiberiti kwako nyumbani, huyo atapata kiko mfukoni, kwa sababu ukiangalia mavazi tu yanakujulisha. Huyo ana kiberiti, ni mwepesi wa kutumia kiberiti kila mara, maanake anachoma jani, choma sigara Alafu ndiye mtoto ameona kwamba kwa sababu amevaa Emirates ni mzuri nimfuate, ili swala nitakana tuliangalie kwa makini sana. Mtoto asikwambie kwamba nilipoenda kwa matanga fulani, kijana mmoja tulionana sasa, amesema nataka kunioa. A -a. Mwambie sasa, mlete kijana hapa nyumbani. Mwambie afike hapa nyumbani. Ukiona kijana amedinda anasema, ah, sisi tunaweza kuonana tu bila kufika nyumbani. Ina maana kwamba yeye mwenyewe pia anajifahamu ni kijana wa aina gani. Hawa ndio wanasumbua watoto wenu kutwa kucha kila siku. Baadaye mnapata kwamba watoto walioachika kutoka ndoa ni wengi kuliko wale ambao wamezaliwa tayari kwa ajili ya ndoa. Haya mambo yanafanyika. Kwa hivyo tusiangalie yale mambo ambayo wazungu wamekuja nayo. Halafu mkafikiri kwamba sasa hawa ndio wameleta maendeleo. Si maendeleo yale, wacha walete maendeleo kama vifaa hivi tunavyotumia sasa hivi, walete vipasa sauti, walete maredio, walete magari, lakini wasituletee tabia. Tabia haiwezi ku haiwezi kuazimwa kutoka sehemu hadi sehemu nyingine, hiyo haiwezekani. Mpaka kuna wa, mtoto anakukataza kabisa kwamba mimi sasa sitaki kwenda, sitaki mambo ya dini hapa kuhusu maisha yangu, mimi ni mwamuzi mwenyewe sasa. Tumewapa watoto uhuru ambao hauna mipaka. Kuwa mlezi wa mtoto kama alivyo mwalimu shuleni, kama alivyo askari kwa wale wafungwa walioko ndani ya korokoro, kwa sababu hakuna watakalofanya mpaka waambiwe. Ndivyo intakana. Angalieni, nani anajua malaika? Kuna mtu anajua malaika hapa, ama ameonana na malaika siku yoyote? Malaika angalia, na vile ni wa ni, ni watukufu, hawajawahi kutumia maoni yao katika utendaji, bali wanaamrishwa na Allah kwamba wafanye kitu gani. Kama Mwenyezi Mungu hajaamrisha malaika, kimya. Wakati ataamrishwa, basi atatenda. Ndivyo nitakana, muwalee watoto kabla hujamwambia mtoto naenda sokoni, asikwambie natoka sokoni. Mimi nilienda kutembea, natoka sokoni. Anatoka sokoni kufanya nini? Wengine wanaenda matangani, alafu anabakia matangani mpaka mwisho, siku ya mwisho ya matanga ndio arudi nyumbani. Wengine kuna sehemu mbalimbali za hizi sherehe za, za jando hizi za kutahiri kienyeji Nili, niliwahi kuwa kule Bukusulani na nikapata kwamba ikifika ukifika mwezi wa Julai, mwaka wa kutahiri, mwezi wa Julai chifu ndiye anayetangaza kwamba sasa watoto wako free. Wa kike wa kiume mtawalia, msiwaguse. Na mtoto akileta ripoti kwa ofisi yangu kwamba ulimzuia kwenda kusherehekea, mimi nitachukua hatua. Angalia sasa, mambo ya aina hii tuache kuwalea watoto eti waruhusiwe kuingia katika vituko ambavyo baadaye unashtukia ukifika mwezi wa Agosti, mwezi wa Septemba, ukimwambia mtoto jitayarishe kwenda shule anasema nimeahirisha. Kwa sababu gani? Nitakana ujue hali yake. Alafu sasa mjadiliane pale nyumbani, baadaye mwelewane kama atajifungua kwanza ndio arudi shuleni ama ataende shuleni tu ajifungue katikati mwa mwa shughuli. Unaona, mambo kama haya ndiyo yanatokea kwa sababu ya kutowaelekeza watoto vizuri. Kutowalea vizuri kunaleta shida kubwa sana, utangamano usio na na masharti, yani wasichana wamechanganyika na wavulana. Mnaona katika msikiti, sisi mahali tulipo, Waislamu hata katika vikao vya kawaida tunaweka mpaka kwamba kina mama watakaa hivi na wazee watakaa hivi msikitini, wakina mama watakuwa huku, wazee watakuwa huku. Kuna sababu, kuna sababu kubwa sana, kwa sababu muumbaji wa hisia ni Mwenyezi Mungu, ndiye anajua kwamba nani anahisi kitu gani moyoni mwake. Na hisia ya mwanadamu inatawaliwa na nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni amara, nafsi ya pili ni ile ambayo ni lawama, nafsi ya tatu ni mutmainna nafsi la uama, nafsi ya amara inatangulia kumwamrisha kwamba fanya kitendo fulani ambacho ni cha uovu. Hisia yake inamtuma kwamba, kwa mfano, kama umewahi kuona sahi ikufunikwa blanketi hapo, na uone katika blanketi kuna kitu kimeumuka. Macho yote yatakuwa naangalia nini iko pale, kila mmoja anataka ile blanketi ifunguliwe ifunuliwe nione imefunika kitu gani pale. Kwa hivyo nafsi amara inakwambia kwamba tazama, unapotazama, huyu yule ni mwanamke, huyu ni mwanaume. Unapotazama inaamrisha sasa, miguu anza safari, elekea pale. Ilitangulia kuamrisha macho, imeamrisha miguu sasa. Itakapoamrisha mikono, lawama iko juu ya nani tayari lawama itakuwa imemzingira nani sasa. Kwa hivyo baada ya hapo, ndio kuna nafsi lawama ambayo inalaumu kwamba kitendo ulichofanya ni kibaya. Kwa hivyo nitakana mwanaume mwanamke akae katika mazingira ambapo nafsi hizi mbili zinapigana, niende nisiende, niende nisiende. Sasa anachanganyikiwa, je, niitikie ama nisiitikie? yafaa akae katika mazingira ambapo nafsi zote mbili zapigana, hakuna ile inaamrisha basi. Kutokea hapo, atapita daraja la kuamrishwa na aingie katika daraja la mutmainna, yaani nafsi ambayo ina utulivu. Mlielewe. Sasa msione watu wamekaa hafla kama hii mkadhani ni kitu kidogo sana kinachoshughulikiwa. Ndoa ina nafasi yake ya kipekee katika dini, na ndiyo muhimu kwa sababu tunataka chanzo ambacho ni kizuri kwa ajili ya malezi ya watoto.